Yes, mimi ni Amri Mwingwa na hii ni Amri TV online. Bwana ukiingia YouTube utaandika Mwingwa TV au Amri Mwingwa utaweza kupata stori zetu mbalimbali, michezo, burudani, stori za mapenzi na mahusiano kibao. Niko na mwanangu hapa leo atajamurisha nani na atatuambia ABCs kuhusu mahusiano. Mwanangu anaitwa nani? Alex Mloe. Samuel Alex Mloe. Okay, una mpenzi? Naye ndio. Okay. Okay. Umekuwa naye katika mahusiano kwa muda gani? Ndani ya miaka miwili kuwa baada ya hapo hatujienda sawa. Mkaachana, nimeachwa. Umeachwa? Ni oh, nimeachwa. sababu nini? sababu ya niliumwa, niliumwa mimi, niliumwa. Niliumwa, nilivyoumwa mimi, nikawa ndio chanzo, sababu ya mimi kuniacha baada ya na... kuona, nikaona kabisa mabadiliko kutoka kwake, ikiwa hapo mwanzo nikiwa niko mzima, nilikuwa niko sawa kabisa unaongea vizuri bila tatizo lolote, lakini nilipo umwa tu, akaona kabisa niko tofauti. Kupitia kuumwa kwangu nikaona ni kama nimepewa kama mtihani, baadhi hata marafiki wamepungua. Nashindwa kuelewa mpaka sasa hivi tatizo ni nini? Weo, umwa, umwa. Kwa hiyo ulipoumwa, ulikuwa unaumwa, umeumwa kwa muda gani? Nilipata ajali ndani kuwa mwaka jana, mwezi wa sita, tarehe 30 nikakaa nikakaa ICU ndani ya siku tano pasipo kuongea chochote. Hamna mtu ambaye ameamini kwa kishwa nikuta hicho kaja kuzinduka mwezi wa saba tarehe nane, akili kaja kurudi nikiwa tarehe nane mwezi wa saba. Nashukuru Mungu, hospitali ya Mnazi Mmoja wamejitoa wamejitoa. Pole sana kaka, asante Mm, baada ya weye kupona, Mungu akubariki, umepona, ulijaribu kuongea naye labda nini changamoto, kwa nini? Bas ndo hapo hapo. Mm, nilipotoka tu hospitali nikaongea naye nikamwambia. Mm, kwa sababu yeye ni mtu wa Dodoma na akaniambia uh, before kabla sije, kabla sijaenda kabla sijaumwa nilikuwa anafanya kazi mjini mjini Amani Wanja Stadium baada mi ku, ku, ku, ku mimi kupata ajali nikatoka hospitali nikamwambia, kwamba mimi usioni, sijakupigia simu, nilikuwa sipatikani, nazako, nikua hospitali. Nikamwelezea akawa naamini, akaambia mimi sikuamini mpaka unete ripoti za hospitali, ulaza tarehe ngapi mpaka ukaruhusiwa tarehe ngapi. Nikamwambia sawa, hamna shida, hiyo hiyo itakuwa na shida, nitakufanyia hivyo. Mpaka unafika watu wa hiyo. Ina maana huniamini, nikaambia kimoyo, najiuliza hivi kwa nini anakuwa hivyo aniamini, nacho kiongea hici na siwe tabu, nikampelekea hivyo, mpelekea tu, akaanza kubadilika kabadilika kabisa zalao, yaani zalao, nikaanza kuijua hapo hapo, yaani sijawahi kuona siku anaongea kauli mbaya za ajabu ky nimeona kauli hizo, kauli ambao unaikumbuka alokuambia ni ipi? Ambao unasema anaambia hivi, yani we tangu umeumwa, yaani kichwa chako kama dishi kimelegea, yani kama dishi <laughs> nikaambia i yani, unafika leo kuniambia hatua hiyo, sijapenda sijafurahishwa mimi. Kama mimi naumia na yani niliumia, najisikia vibaya. Unaongea serious, that is real, real, very painful kwamba kichwa chako ni kama dishi tangu umetoka hospitali. Ndio o ugonjwa ndiyo umekufanya kichwa chako imekuwa kama dishi? Au alikuwa na maana gani? Ni kweli kwa sababu nilipoteza kumbukumbu.